<todicata> Rais wa Marekani katika hotuba yake katika baraza la bunge la Israel Knesset, amekatishwa kwa muda wa sekunde kadhaa baada ya mtu mmoja ambaye, bila shaka, inaonekana kuwa ni mbunge kuweza kukatisha hotuba yake kwa kugonga kitu kwa nguvu juu ya meza, kitu ambacho kinadhaniwa kuwa ni kitabu aidha kitu ambacho alikuwa nacho mkononi na kufuatiwa na wafuasi wake wengine, inaonekana ya kwamba ni wapinzani wa waziri mkuu wa Israel na wale ambao hawakupendelea rais wa Marekani kuzungumzia kile ambacho alichokuwa akizungumzia katika baraza hilo la bunge. Na muda huo huo walinda usalama katika baraza la bunge walimchukua mtu huyo ambaye alionekana kuwa na karatasi mkononi, ambalo bila shaka inatajwa kuwa lilikuwa na ujumbe ambao unamhusu rais wa Marekani. Aidha, wale ambao waliokuwa wakishiriki katika mkutano huo, wakati ambapo walikuwa wakimwondoa katika baraza hilo la bunge, karatasi aliyokuwa nalo alimrushia mtu mwingine ambaye alikuwa ameketi katika bunge hilo ambaye bila shaka ni mshirika wake. Hivyo basi kitendo hicho kimepelekea pia ambaye aliyerushiwa karatasi hilo pia kuweza kuchukuliwa na kuondolewa katika baraza hilo la bunge, akionekana kwamba na yeye huenda akaanzisha vurugu nyingine wakati ambapo rais wa Marekani atakuwa akihutubia. Wamechukuliwa na kupelekwa nje ya jengo la bunge, na hatujui ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa watu hawa wawili ambao wanaonekana kuondolewa bungeni wakati ambapo rais Trump alikuwa wa akihutubia. Unadhani ni jambo gani mtu huyu ambaye amekatiza hotuba ya rais Trump alikuwa akitaka kusikika katika baraza hilo la bunge la Israel mbele ya rais Trump? Tuachie mtazamo wako.